Bibi nasema alipokuwa anasema nani? Ma Bibi nasema walimshangaa mafarisayo na nasema, wali masadukayo kwa jinsi vile ambavyo Yesu alikuwa anaongea. Bibi nasema aliongea kama mtu mwenye nini? mwenye mamlaka kwa. Unapokuwa unasema Yesu nisikilize, na wewe ni mwana wa Yesu Kristo, tamka kama baba yako. Bibi nasema alivyo mwana ndivyo alivyo nani? Ndivyo alivyo baba. Kama wewe Yesu wako maneno yake yalionekana kama ya mtu mwenye mamlaka kubwa, maana ke atananakuna tamka kitu kitamke, kionekane kwenye ulimwengu kama mtu mwenye mamlaka kubwa. Vizuri, utaki kumchapia Yesu makofi Amen. Unakuwa mchoi wa fadhila, eno atakulipa Yesu fadhila zako halo kama baba yako wa mbinguni maneno yake aliyokuwa natamka yalionekana kwa Mafarisayo kama mtu aliyejawa nini, mamlaka. Hata wewe unapokuwa unazungumza maneno yako yafanye yaonekane kwenye ulimwengu wa roho kama mtu ambaye amejaa nini? Amejaa mamlaka.